We, we mama, na maana ndio umekuja kwa staili hiyo binti? Nilikwambia utakachokiona usishangae. Nimekuja kumalizia daangu niliyoianza Bibi aliniambia dunia tambala bovu, binadamu wa wanajema hila. Nina subira, mana siku azigandi, nizidi kumomba mola, mana hii ndo mpaji. Ona kila nalofanya kwa ubaya Awapeni kuniona mbele ninasonga, oh, oh, oh. oh, oh. Ambonda mapenzi yanatufanya vipaya. Yule kapenda asipopendwa, popendwa kutwa nalia le kapata ndoa ila kukosa mtoto imekuwa hitilafu. Kusoma kasoma ila kupata kazi imekuwa hitilafu. Kupendana walipendana wakashibana

Geuka. <laughs> Hey, <minti> endapo utapogeuka, utakachokiona usishtuke na no, ukishtuka dawa yako haitafanya kazi

keni <laughs> siku ngapi? Si siku nne tu, sijui hata wiki nne tu, si nne tu, ningi huko wanakuja hapa. Halafu nanche, yani mekanyaga hapa ini, kama ni maandishi hapo njiani atakuwa ameandikwa jina langu <laughs> akja kila siku nikijahu, nikitoka huko

kwa hiyo baadaye unaweza rudi au utarudia ndio kuja asubuhi zile. Mimi unaona tukaji. <laughs> Ningependa uje lakini kama utakuwa busy wewe utatutana mm, na asubuhi nje. Sawa. <laughs> Mshini. Ule na kuwa mpweke. Kweli. Hmm. Ila usijali nitaenda kule kwa sababu sina. Sasa nikisema ni na huku hiyo moja, tabidi niende kule. Mambo ni mna kama nichawi, naanza mambo yenyewe kabisa, ni kichawi chawi kabisa. Lakini hata kama ni mambo ya kichawi nitahakikisha ni dai tena hela hela. Mtu mwenyewe anaonekana te mwenyewe, kuna mali, anaenda anakuja kutukopesha hela, ezi kukopesha hela, nishinda kumlipa deni, niwe napata tu hela kumlipa riba Yaani nikopesha ya hela kila mwezi nimlipe riba, kila mwezi nimlipe riba, nakutana nimesha mlipa hela nyingi kuliko ile aliyonikopesha. Nishe maisha yangu mazuri, sidaiwe na mtu, tanikipita Halo. Hey, JP. Niko na shida na wewe. Nataka nionane na wewe mara moja. Ah, kwa nini unaniona? Nataka uje hapa nyumbani kwangu chap sasa hivi. Ah, sikupenda nifike hapo kwa sababu labda kama kuna sehemu tukaonana. Ah, hauwezi. Kwa hiyo tukutane basi njiani. Eh, sawa hiyo barabara ya ya ya kuingilia hapo kwa hapo. Nisubirie tu kwa hapo sasa. Nakuja kusaidia. Sawa. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ugali na vinyama vya samaki vya kurumangia ulokua ukinipikia na vikumbukia maneno matamu ulikuwa ukiniambia, uku unanisifia, sasa nanikandia hivi. Wewe kwanza una akili gani? Yaani nikopo na kufikiria na kufikiria ka kiochangu kila sana aza ntakutana nawee wapi? Mtu mzima ovyo, nakuvunja ndoo ya watu wewe. Umemchukua mno wa mtu umekaa naye umejiachia, umerelax kabisa, unaona raha, yani huna shida yeyote kabisa Aya, sasa hivi unajua ule mdada yuko wapi? Sasa hivi unajua yuko wapi? Umekaa umefurahi, uko na mume wake, au ni ile ndo zinakudanganya? Yaani mi ilikuwa nakuangaliaga, nasema una akili jamani, mwalimu mzima. Yaani bora tengekuwa mimi ambao sijasoma. Mwalimu mzima kabisa, lakini akili ndo hivo. Aa, unafundisha wanafunzi, unafundisha una nini? Kwa tabia ulizo nazo wewe. Kukaa kufikiria kwamba nitapata vipi mume wa mtu nimchukue nikae naye, uharibu ndoa wa za watu ujifanye ndoa mzuri sijui nini. Aya, umevunja ndoa za watu, umebahatika nini? umefanikiwa nini? au umepata raha gani? na wee ko sikua atakukuta hivi. Wewe una kazi ya kufanya kabisa. Kazi yako wewe ni kuzungukia mikopo, kuzungukia maisha ya watu kuzunguka kwenye milango ya watu kujua fulani yukoje, fulani ni yaani, yani baada ya msilio kamchukua nani. Dada, tafuta kazi ya kufanya mjini hapa. Mimi ni mwanamke siwezi kumtongoza mwanaume. Kanitongoza wewe, na huma uko mimi na kutongoza wewe, basi ngumwambia kufuta wewe, ndio basi mimi na wow, bahati ya kufuta kanifuta mimi, sijui mtu mzima, sijui mwalimu kanifuta mimi. Wewe unataka kitu gani? Kitu gani unachotaka? Unashinda kupambania maisha yako, ukapambania yani ufanikiwe. Hata msaidie mdogo wako yuko chuo anateseka, alikuwa anakika tunamsaidia. Basi wao oh, kuniambia maneno kijinga kama haya. Kiasi nilivyomlea mdogo wako shule. Sio, madam, mimi nimependa kashuka. Unajielewa dada? Unashinda kupata mambo yako kaangalia maisha yako na angalia maisha yangu mimi. Haya ndio kisha kuja kwangu. Au ah, unataka nini? Ongea kingine na kusikiliza. Fikiria ingekuwa ndio wewe hapo sasa hivi, umeolewa mtu aje kuchukulia mume wako, alafu we ubaki unateseka, alafu mwanaume mwenyewe kwanza hata kumbukumbu kumbu hana wala hata awazi mwanamke yuko wapi. Yaani amemwona kama takataka, amechukulia kama takataka, kisa ni wewe. Sasa nataka nikuambie hivi hivii ufanya ukaona ni mazuri yatakutokea. Ungekuwa ni mzuri ungeolewa, sio chukua wanaume za watu. Alafu kwanza nahisi wewe hujatongozwa, umetongoza wewe kwa kuongoza na um, mwanaume mwenyewe mdogo mkubwa akupenda kutongozeja? Kwanzia wapi wewe umetumia hela zako kumtongoza. Na nahisi wewe ndio ule mfukuzisha shule, wewe ndio ule mchongea kafukuzwa shule wewe ili umpate kirahisi. Ongea wewe unaye jisikia ndio, nimeshaongea yeah, no, no, shakuwa mwalimu wa mtaani eh, makamu wa rais unajua nimemfukuzisha kazi unajua sijui na mbenenda si ndiye cha kukusaidia fanya yako, acha na, kuma, dueni, miku, na wala, mene, arafu, maisha ya watu ndugu, utapotea bali upambana maisha ni mikopo yako kae kwa amani. Unampambania sijui Madam Ashura, kinakuuma kitu gani? Mimi kwa na JP kwa nini? Mimi nimemwita alafu maisha yake na mke wake, mimi ananihusu nini? Mimi najua kama amegombana na mke wake usichokijua basi, JP hajaanza leo wala jana kwangu. Sasa usifuate maisha yangu mimi, sawa? Jiangalie mwenyewe, umenielewa? We Bintu, jiangalie mwenyewe. We naenda bwana huko. Mtu mzima hata ujiheshimu. Nina maana JP amekosa mtu kumtongoza paa kamtongozi ule mama, mtu mzima nami kipindi chote kupo namuwazia, nasema labda nikimfata na mogokokupa naona kama nitamvunjia heshima. Saa heshima gani alionaye mbata, nikimfata na mimi ngiamwani ngekuwa naye tu. Bibi aliniambia asuburi, dunia tambara bovu. Binadamu, hamjambo. Shikamoo mama. Marahaba mwanangu, za kwenu nzuri. Kwani wewe ni nani? Kwa sababu ndio mara ya kwanza nakuona kwenye macho yangu. Usinifahamu wewe, baba? Umekaa miaka yote hiyo, baba yangu mtaa wote huu unanifahamu. Je, mke wako Naila hajambo? Umemfahamuje Naila? Hajawahi kukusimulia kuwa kuna bibi mmoja anaitwa Bibi Ngendo? Mke wako akasha kuja kwangu nimsaidie hadhai. Unajua, unaongea vitu ambavyo mi kwangu vingii kabisa kwenye akili yangu, yaani mama mtu mzima kama wewe. Kwanza angalia miwani unayoivaa kubwa, haifai kabisa. Na wewe mtu mzima unavaa miwani ya vijana Afu nongea vitu ambavyo hata vikuhusu hivyo, ah. Watoto wa sasa hivi ni wajinga. Eti mi ni mtu mzima hanifahamu fahamu, na kotoka hajui, sisi ndio maguji wa huu mtaa wote huu, yeye anazalau, anazalauje? hii ni wani hivyo, anaionaje? <laughs> yaani, watu wengine wawajipendi jamani. Okay. Awapeni kuniona mbele, ninasonga sasa. Merry, sababu ya kunipigia simu na kuniita ndio hivi, vitu ambavyo unaviongea sasa ni vitu gani hivi? Sawa so, nela sasa hivi sijui hata alipo ni wapi, mimi sielewi kabisa, lakini we well, swala so la mimi kuwa na madamu Ashura ni mimi. Sasa iko nina kuhusu nini sawa? Kwa hapo mi nimekuelewa sana, lakini wewe unalichukuliaje? Naila hujui uko wapi. Na kipindi kile ambapo yupo kwangu tukakutana, tukaongea, wewe hiyo siku tumeachana pale, sijamuona tena arudi nyumbani. Inamaanisha wewe unajua Naila alipo. Na mimi ninachotaka zaidi, nataka wewe kwa sababu wewe ndio alikuwa ni mke wako. Wewe upige simu kwao tujue Naila yuko wapi. Maana ile siku umeniita tu sinoni kule. Simoni Naila kwangu na alikuwepo kwangu. Na ni kwa nini ujue yupo kwangu alafu apotee? Nataka wewe ndo unipige, upige simu nyumbani oliko mtoa ijulikane Naila yuko wapi, yuko nyumbani, wamefika wapi, tushirikiane kumtafuta Naila. Unajua we, hujajua jinsi ambavyo maisha yangu yalivyokuwa wakati niko na Naila, hayakuwa maisha mazuri kabisa, na ndio maana nikatokea. <coughs> Lotokea na pige hesabu siku zote hizo kama alikuwa ni mwanamke ambaye ananipenda angekubali kupotea na kuondoka huko na na uhakika amerudi kwa mume wake. Na hichi kitu nilikuwa nakijua siku zote, kwamba yule mwanamke alikuwa anipendi, na ndio maana alikuwa anifanyia vitu kama hiyo. Hasa hivi unapokuja kuniambia kwamba si nini, si umegundua kwamba natembea na madam Ashura, si unakaa kwake, si unafanya nini hivi? Ni vitu ambavyo ni very personal issues, na ni vitu ambavyo mimi mwenyewe ni, ni maamuzi yangu, eh okay? Ni mimi nimeamua niwe na nani. Kwani kuna mtu gani, mtu gani ambaye anizuia mimi kuwa na nani? Afu swala la Madam Ashura wewe umejulia wapi? Na kwa nini ufuatilia maswala? Na kwa nini uniambie na Nela tena sana kumbe hujanijua. Ukiwa ni mlinzi wangu, ndo utajua mimi ni mlinzi au mimi ni nani? Yote mimi nimeyajua, yote nimeshajua, hakuna siri chini ya jua. Yaani huyo kama ulikuwa unaona kwamba mimi siwezi kujua, mimi nimeshajua. Sasa ni hivi, huyo Madam Ashura ndo anakupa kiburi, ndo anaye kusababisha uvunje ndoa yako. Yaani umeona bora kale leo na mshangazi. Sawa? Haina shida. Wao umechagua ndo maisha yako. Kikubwa inatakiwa tujue Naila yuko wapi. Asa nisikilize mimi nikwambie kitu kimoja. Kwa sababu sasa hivi kuna mambo mengi sana yafuatilia. Na hili swala swala sasa hivi la kuweza kuzungumzia hapo. Ah, wewe kama unataka kufuatilia fuatilia kama wewe. Lakini mimi kuhusu Naila nishamalizana naye. Ndio tuangalie kitu wakati mwingine tukawasiliana. Mapenzi vibaya asipopendwa hivi. Kumbe kumbe, ninavyoongea hapa nakosea. Yaani mpaka hapa, kuanzia mwanzo mpaka mwisho, nimesha msomo kumbe. Kinachotakiwa nisimtaje Neila, nisimtaje Ashura. Kumbe kimtego chenyewe ni cha nachokitegatega hapambeni cha ovyo tu paka nimeshajua. Sahivi simtaji Neila, simtaji Ashura. Nikitaka kumfata namfata mimi, kama mimi na, ntahakikisha kimeeleweka. Mi ndo mimi <tipa> Bibi aliniambia ni atambarabo.